Yes, mchezo mkubwa siku zote huwa maandalizi ni makubwa Atam, ni nyingi. Watu wakipiga kelele, kila mmoja akionyesha ishara yake, mwingine akisema kuwa kama tulivyozoea kumfunga Simba Sports Club, ndicho kitakachotokea katika mchezo hapo tarehe nane. Kila mmoja ana maono yake kama ilivyokuwa kwa mashabiki. Bwana, mashabiki wanapenda furaha muda wote. E, mimi ni Njiva Othman, utakuwa nami mwanzo mwisho nyuma ya kamera na lunde Direkta, moja kwa moja kwa ajili ya kuhakikisha kuwa anakufikishia picha ang'avu wewe mtazamaji wetu kuhakikisha kuwa unapata kila kilichokuwa bora zaidi. Bwana, leo tumepata wasaa wa kumtafuta Friji Bovu kwa ajili ya kuondoa utata huu ambao unaendelea hapa na kuyaangazia yale mengi ya kimichezo na karibu sana ndani ya Chapesa Media na ushe na watazamaji wetu yale ambayo wangetamani kuyasikia kutoka kwako. Bwana chapesa, hela ipo ndio pesa ipo chapesa. Hiyo <laughs> umeona, lakini mm, imagine to auto service mm, gari zote mbovu, gari imechomwa, matairi gari imechomwa center bolt, gari injini imeharibika, sijui gari me, imekanda center bolt sijui gari haina, gari rangi yake, au gari, gari umeigonga vibaya, umegonga na bodaboda -boda. Unataka irekebishwe inyoshwe, labda unataka iwekwe ipakwe rangi, gari itoke manganyu, Njoimajito Auto Service hapa Makumbusho. Mimi ni balozi mpya hmm. Eh, kwa sasa bwana mzee, ukitaka nite balozi Nite balozi maji tu. Nimekula shavu niko ah kabisa. <laughs> Leta vitu bwana. Bwana, tukianzia hapo katika mchezo wa kali ya Kodabi. Bwana, watu wengi wamekuwa wakisema, kila mmoja akisema lake, na mashabiki wa Yanga Africans wakionekana kutamba zaidi kwa kwa matokeo ya mechi nne mfululizo zilizopita, zinawapa jeuri kuelekea katika mchezo hii. Tuingie na takwimu ya kusema kwa Simba anaingia kama timu ya pili kwenye mchezo wa kali ya Kodabi, ikiwa Yanga Africans wanauhitaji na Simba nao wanauhitaji. Simba kwanza, Simba aingii kama timu ya pili. Hmm. Ukitaka kusema Simba ataingia timu ya pili, utaangalia makosa mangapi yaliyofanyika katika dabi zilizopita, utagundua kwamba ni makosa ya wachezaji eh, mchezaji mmoja mmoja, makosa ya waamuzi ndio yanaharibu sana dabi, lakini ukija kwenye makaratasi, uzani na uzito wa Simba na Yanga hauna utofauti sana, quality class ya mchezaji mmoja mmoja, mmoja. Haina tofauti sana. Ukisikia underdog, underdog ni yule ambaye unaona kikosi chake ni tia maji tia maji kikosi chake ni hafifu. Yani kwa maana unajua kabisa akienda leo anaokota tatu, anaokota nne huyo ndo underdog. Lakini timu ambayo ina uwezo wa kusajili ma MVPs timu ambayo inamiliki wachezaji wenye beji za CAF mtu kama Fabrice Luamba Ngoma, mtu kama, Lionel Christian Ateba, mtu kama uh, Kajancha Zahwa ambaye alishakuwa MVP wa ligi 1 ya pale Ivory Coast kina Pinpin Kamara kina Zimbwe wenye, wenye, wenye, wenye, wenye robo fainali sita mpaka sasa na Shomari Kapombe mm. hawezi ukaita underdog hao yani, lazima wape heshima yao kwamba ni timu kubwa, timu kongwe, timu yenye quality kompea na Yanga. Tofauti tu ni kwamba matokeo ya uwanjani yanakuwa tu sio rafiki kwa upande wao, lakini when to talk about dabi, dabi zimesalia siku nne, ukiacha leo zimebaki siku tatu kuelekea jumamosi wa dabi mm. Hii dabi inaweza ikawa na ladha tofauti kuliko uh, rhythm. Timu ambayo tayari iko kwenye gia ya kuondoka. Timu ambayo, ambayo mm. eh, inaweza challenge ubingwa. Wewe unaona points ambazo ameachana Yanga ni chache sana. Yanga anaongoza kwa idadi kubwa magoli, lakini Simba anafuata hapo chini. Simba ndio timu iliyoruhusu magoli machache, lakini wakati Yanga anachukua ubingwa mbele ya Simba, wakati Yanga anamfunga Simba kwenye dabi mara nyingi, Simba alikuwa anaruhusu magoli mengi sana, anaruhusu magoli mengi sana, lakini pia alikuwa anafunga pia magoli. Lakini issue ya sasa hivi iliyobadilika ni kwamba Simba anaweza akafunga magoli mengi na anaweza karuhusu magoli machache, kwa hiyo wana balance ya kutosha. Yanga wana quality na wachezaji wengi ambao wana uwezo wa kuamua mechi muda wowote. Unapokuwa na mchezaji kama Stefan Aziz Ki na shemeji yani, lazima kwanza ule ukiwa bwana shemeji. Ameoa Tanzania, amemwoa Misa Mobeto hmm, na hiyo inaenda kumwongezea kitu kwanza, kumwoa mlimbwende mrembo kama Misa Mobeto ambaye alishawahi kwenye mahusiano na watu wakubwa sana kama kina Rick Ross hmm, unanielewa vizuri. Wakubwa kina Diamond. Kwayo lazima yeye mwenyewe namwongezia confidence uwanjani, anajua ah, beb anantazama, bana misi anantazama, kwa anaweza kaongeza kitu. Na si unaona sasa hivi. Hmm. Yuko kwenye ndoa, wamefunga ndoa leo, lakini anaenda kucheza dakika 90 dhidi ya Singida Black Stars. Kwa hiyo anamwongezia kitu kwenye hiyo mechi. Okay, friji inauma kufungwa na mtani mara nne mfululizo pasi na ushindi mpaka mara ya mwisho kushinda, mashabiki wa Simba wameanza kusahau. Ikatokea wakapoteza mchezo wa tarehe nane, tunaweza kushuhudia amani inapotea ndani ya viunga vya Msimbazi, presha na matusi ya mashabiki kupeleka ndani ya viongozi na kupoteza ule muunganiko ambao uko kwa hivi sasa ndani ya klabu ya Simba Sports Club. Yaani kwa Simba ni bora wakose kombe la ligi kuu kuliko kufungwa na Yanga. Mm, huo -hmm. Ndo ukweli kwa sababu wakikosa kombe na wakiwa wamefungwa na Yanga itakuwa ni kilio zaidi, lakini kama itatokea watamfunga Yanga Africans na watakosa ubingwa mm, mashabiki wa, wa simba watafurahi sana. Yani wao hawatakuwa na shida, watakosa ubingwa, mashabiki wa simba watafurahi sana, hawatakuwa na shida, kwa sababu wakiangalia michuano ya kimataifa, Yanga hawamo, tuko kwenye kwenye wa, wa, wa kimataifa. Yani okay, me, me, mmechukua kombe mm, tuko robo fainali, tunaenda nusu fainali. Kitakachowauma wao ni kile kitakachotokea kwamba Simba akafungwa na Yanga. Simba akifungwa na Yanga, amani kwa Simba itapotea kabisa. Yaani, Simba akifungwa na Young Africans, viongozi wa Simba watakuwa katika wakati mgumu sana. Kwa mashabiki wao, wataulizwa maswali kama ni kusajili moa, amerudi na ametoa pesa, kwa sababu nakumbuka kipindi Simba anafungwa mfululizo, shutuma nyingi zilikuwa zinaenda kwa Mohamed Dewji bana kisa Moa yupo sasa hivi, pesa hazitoki, watu wanabania pesa mfukoni. Kina trai ageni eh, wanatuletea sawa dogo, msimu mzima hajacheza analetwa, sijui Jobe, sijui anatoka funga, funga anamtoa Pira, anamtoa Baleka, anamleta funga, funga anamleta funga, Jobe, unaelewa vizuri, lakini mara ameletwa Babakarisar, lakini this time Moa amerudi akasema naweka mzigo, wakaletwa watu wa kufanya scouting, wakaletwa makocha, wakaletwa watu wa kila aina. Simba ndio na benchi la ufundi la watu wengi zaidi, wakisimama pale nje, wanakuaga wengi sana, na kila mmoja anafanya kazi yao, video analyst wao. Wamesajili wachezaji wadogo wenye, wenye nguvu wenye uwezo mkubwa, kina Deborah Fernandez Mavambo, kina anaaua kina Jean Charles Ahoua, Valentino Uma, Mkwala Dese, Leonela Teba, kina Elie Mpanzu Kibisawala. Ukiangalia utaona wanaongezeko la wachezaji wenye quality ambao hawajawahi kuwa nao Ukiachana na quality ambayo ilikuwa ya Simba ya Meddie Kagere, Chama Clatus pamoja na kina Luis Jose Mixon. Hii ndio quality nyingine mpya ambayo imezaliwa tofauti kabisa na ile ya Chama na Mixon kwa sababu sasa hivi utamwangalia ile mpanzo kibisa wala, utamwangalia Kibu Dennis, utamwangalia Chasambi, utamwangalia, eh, utamwangalia Awesu. Utaona una, kuna ladha tofauti tofauti unaipata. Kwa hiyo Simba hii imemarika sana na adabi hii Simba na nafasi kubwa sana ya kumfunga Yanga. Ni yeye tu kuamua unajua. Hmm. Yaani Simba ni yeye tu kuamua kwamba hii inajifika mabomu. Yaani, kila mchezaji anaamua kuvaa bomu. Mbinu ambazo kocha Fadwa anazo na mchezaji mmoja mmoja akatumia zile nafasi ambazo anazipata, unamwona Yanga anakufa, kwa sababu awamuiji Gidiara hana ule ubora ambao tumezoea kuona. Ukiangalia kwenye namba mpaka uh, sasa hivi clean sheet anazo Mwamba wa kuitwa mtaalamu kabisa Musa Bibini Kamara. Diara ana kumi sasa, si ndio? Ukiona hivyo utagundua kwamba amekuwa na makosa mengi sana. Amefungwa magoli ya kina offense kola, fungwa na kina Jibril Sila, magoli yake mengi kina Sele Bwenzi anapiga, analenga kutoka katikati ya uwanja mita 50. Kwa hiyo utaona wazi kwamba ana makosa mengi ambayo yatamgharimu tofauti na Musa Pinpin Kamara. Kamara anajitahidi sana kufanya kazi yake vizuri, anaanzisha mipira vizuri, footwork yake, one v one situation ana uwezo mkubwa sana, ana anticipate. Kwa hiyo awamu hii Yanga kuna baadhi ya wachezaji ambao Simba wakitumia vizuri mianya wanaweza wakafanya kitu. Mfano mtu kama Khalid Aucho. Aucho kwangu mimi ni one of the best midfielder. Yani, tangu tumai kuona defensive midfielder bora kwenye nchi hii. Achana na mm. Achana na kina James Kotei wa kipindi chao alichofanya vizuri kina Gerson Vieira Fraga wa Simba, kina Tadeo Lwanga, lakini uh, Khalid Aucho amekuja kuonyesha namna ambavyo uh, kiungo mkabaji anatakiwa kuwa. Ana hold tempo, ana composure ya juu sana, utulivu. Pasi zake nyingi zimekuwa zinafika, lakini Khalid Aucho ana udhaifu wake mmoja mm. Khalid Aucho akikutana na wachezaji wenye energy na wenye kufanya high pressing, wachezaji ambao wanafika zaidi mingu kwenye maungo yake Khalid Aucho ya ni rahisi zaidi kufanya makosa. Either akupiga kiatu au akuwekee kiwiko kadi. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao unaweza wakatumika kwa ajili ya kuenda kumtoa mchezoni Khalid Aucho. Kama nani? mfano mtu kama uh, kama, kama, kama, uh, Kagoma hmm. Kagoma linapiga lina, lina sana kiatu hmm, lakini pia kiatu chake akipiga mwamuzi kuona ni ngumu sana mm. Lakini mtu kama a, Ateba Ateba sasa hivi lina uwezo kutembea eneo kubwa la uwanja, ni namna tu ya kumpressi, sio kumkanyaga wala kumfanyia madhambi, lakini kumpressi, kumnyima uhuru, kwa sababu shughuli yote ya Yanga kuwa bora, chakula chote cha Yanga kinapikwa na Khalid Aucho. Yule ndio mpishi selebonge, yule yule ndio mpishi wa biriani, kwa hiyo kuizungumzia vizuri hapo. Sasa watu wanajiuliza, Simba huwa inafanya eh, kwa asilimia zote uwanjani, mwamuzi na kocha anatimiza majukumu yake wachezaji wanatimiza majukumu. Labda ni wapi Yanga wanaizidi Simba? Kwa sababu wanaweza wakafanya kila kitu na inatokea Yanga anaondoka na pointi tatu. Aidha ni kamati ya ufundi ya Simba haiko macho, haifanyi kazi kwa asilimia mia moja kwa miaka hivi karibuni. No doubt Yanga walikuwa na quality kubwa kuliko Simba, iko wazi, ukiachana na mambo mengine ya kamati ya ufundi. Mimi kwanza sijai kuamini hizo hmm, kwamba mbinu za waganga wa kienyeji wachawi kuvunja vunja nazi, mambo ya kishamba kabisa hayo hmm, ushamba huo yeah. Kwanza ukiona mtu afanya ushamba kwenye nchi yetu abidi achukuliwa tu awekwe ndani. Kamanda Jumanne Muliro inabidi afanye kazi. Kuna mtu anavunja yai sunazi, weka ndani huyo, akaangalie mechi Lupango, aende zake Makeko au ampeleke wapi Ostabei akalale kwanza. Unafaa mambo ya kitoto. Simba alikuwa anazidiwa quality kwa wazi. Misimu minne angalia, Simba alikuwa na wachezaji gani? Unaelewa vizuri, tangu Simba Chama na Mixon walivyoondoka, Simba iliparanganyika. Hawajawahi kufanya usajili mzuri, kina Duncan Nyoni sijui kina Chikwende sijui kina nani, lakini Yanga walikuwa na kina Aziki, Pacome, Max Nzengeli, pia mpia Fisto Maele. Baadaye ndio unaona Yanga inabadilika, inaongezeka watu, unaelewa. Kwa hiyo Yanga walikuwa na mzidi Simba quality, lakini this time Simba ameinvest kwenye quality. Wana wachezaji wadogo ambao hawana majina. Wamekuja kutafuta majina lakini wamemleta kocha ambaye alikuwa ni kocha msaidizi Orlando, kocha msaidizi Raja Casablanca. Yeye mwenyewe anataka mafanikio. Alafu kisha anatengeneza CV huko, wachezaji pia na wao wanataka kutengeneza CV zao. Ime rise momentum na ime rise pia viwango vya wachezaji kujiamini pia. Kwa hiyo Simba sasa hivi hawaingii kinyonge tena dhidi ya Yanga. Wanaingia wakiwa naamini kuna kitu kikubwa wanacho. Mfano Simba msimu wamepoteza mchezo mmoja tu wa michuano ya kimataifa dhidi ya wale uh, CS Constantine ugenini ugenini, lakini Simba huyo, ndio timu iliyoshinda mechi nyingi. Amempiga Sfaxien home and away Tunisia. Lini timu gani kutoka Tanzania nafunga Mwarabu kwake Tunisia? Mabovu wa vipi bwana? Haya, Simba na Al Ahly Tripoli. Al Ahly Tripoli wanaenda kumchukua Mabululu bululu kwa bilioni nne kwa ajili ya kuhakikisha anampasua Simba nah. Hey. Simba anaenda nakomanaya kule Tripoli, Libya, alafu anakuja kumfunga goli tatu katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Unakumbuka, Simba anaenda kwa Bravo Angola, ambapo huyo Bravo de Marquez kampiga Constantine kampiga kapiga uwezo wa kufanya chochote. Kama kama kama kama kama endapo Simba kama mm. yangu, yeah. kama endapo Simba Simba watacheza ambavyo ambavyo wanacheza kimataifa. Nakupa tena hapa, ndugu yangu, itakusaidia mbele ya ya safari. wataingia kwenye mechi ya dabi bila pressure. pressure. They playing there with no tucheze tucheze tucheze Tucheze mpira wa flexibility. Yeah. Yani, tukiwa flexible. Unaelewa vizuri? Yeah. Kwamba tulikuwa tulikuwa tunacheza tunacheza na Al Ahli Tripoli. Kama, na CS Constantine. Tucheze kama tulikuwa tunacheza na Sfas Yen kama kina Bravo Duma Quiz, hmm. Yanga kaka amalize dakika 45 anashakufa hmm. ameshaomba maji hmm. Sasa yule pale ateba uko pale juu, kila wakati anafanya doria yule pale juu sasa. Uke okay, niambie Job na na, na, na, na kibwana wanaweza wakamzuia ku... haya umemzuia Ateba kule, kuna mpanzu kiberenge kinapita huko nao hmm. Wanazuzu, sikiliza vizuri, kule kuna kiberenge kinapita kimpanzu huku hmm. kina kibu kinatembea kama upepo nje bado una mali kina cha sandu tuja mchanga, unaelewa vizuri. Ukienda chini kagoma na ngoma kwenye ubora wao chini cha eh, kana ni huyu karabu pamoja na Hamza, au shefondo Malone, kapombe na zimbwe. Kwa hiyo Simba okay, na Yanga alishindwa vipi kumfunga MC Alger? Mbona Simba alifunga Constantine? Si alifunga duka na yeye? Mbinu. Sasa si mbinu. Mb. Alafu wewe kaa nyuma. Simba alimfungaje JKT Tanzania? Pale KMC. Aliweka ukuta wake si ndio? Mm. Papa tu papa tu awesi ndani ya box penalti. Hivi ndivyo ambavyo watu wanacheza mpira kimbinu. Sasa ndio nimesema hapo. Wachezaji wa Simba wakiondoa pressure. Mm. Waka fulfill mbinu na matakwa ya kocha kile ambacho wamepata mazoezini. Mm. Yanga apumui kwenye game kwa sababu kila mchezaji anataka afute uteja, kila mchezaji anataka a level standard yake, kila mchezaji anataka aimbwe msimu mzima, sababu ukifungwa home and away kwamba umewapa Yanga. Waongee wao wenyewe nafikiria wajui, hilo ni waswahili wengi tu hapa wanaongea Kiswahili sasa hivi. Kwa hiyo mimi naamini hii derby Simba anampa asilimia hamsini na tano Yanga anampa 45 kutokana na Simba kutaka zaidi mchezo kuliko Yanga Afrika. Yanga ataenda pale kwa kujiamini, akiamini kwamba yeye ndio giant yani, yeye ndio ameshamkanyaga Simba misimu minne. Kwao wanaenda pale kama mafadha, wanajiamini. Wakati huo Simba wanataka kutengeneza ufalme wao, ongezeko la Elie Mpanzu uongezea kuongezea kitu kingine, kuongezea kitu kingine okay. Umewazungumzia yeah, Young Africans hapo, yeah, Young Africans ambao imeonekana kuwa na safu ya ushambuliaji ya ushambuli ya bora kabisa, tumeshuhudia ikiskoa mabao mengi takriban mechi 3 4 za mwishoni, na safu defense line ya Simba imeonekana kuwa na makosa ya kujirudiarudia kuelekea katika mchezo wa Dabi, na Young Africans ina wachezaji wenye ushap wa kuweza kushuti, kushambulia wana speed na spirit ya aina ya juu. Wewe una utazama mchezo huu na unalipi la kuambia uongozi wa Simba akuelekea katika mchezo huo, hususan katika defense line ambayo inaonekana kufanya makosa katika michezo ya klabu bingwa shirikisho, pamoja na NBC Premier League, wewe unalipi la kuambia? Okay, uh, mimi mimi ninachotaka kusema ni kwamba uh, mechi ni ngumu sana, sio uh, CEO... Unansikia vizuri mm. Sio uh, mechi ambayo unaweza ukasema Yanga ni wabovu. Yanga wana timu zuri sana mm. na Yanga wakiamua kufunga wanakufunga. Yanga quality. kila mchezaji ana uwezo wa kufunga. Yanga wana wachezaji ambao wanaweza wakaamua matokeo kila wakati, Zuzwa, Martin max zingelipia Stefan Aziki, Prince dube lement mzize ao wote wana uwezo huo. Kwa hiyo kwangu naweza kasema kwamba Simba wanatakiwa kupambana kwa kisha wanakamata wachezaji muhimu ambao wanafikisha zaidi mipira mbele. Kimkamata Ucho na Mudathiri, haya basi na ukamkamata Pacome na Max Nzengeli, kwa sababu Max ndo amekuwa hatari sana pale anapokutana na Simba. Anakimbia between the line, anapiga sana pasi za mbele, anahakikisha anashambulia zaidi eneo la, la, la, la pale kwenye D pale. Anatembea sana. Kwa hiyo Yanga wana wachezaji wengi wa kuamua mechi, lakini tofauti tu ni kwamba wanakutana na Simba ambao imeboresha sana. Kwa kumalizia Eh, kwa mtazamo wako unadhani kuwa ni nani atachomoka na matokeo katika mchezo huu? Nampa Simba asilimia kubwa kushinda, kwa sababu akipasuka mwaka mzima pale kwenye uongozi wa Simba watu watagawana majengo. Akipasuka pale kwenye uongozi wa Simba ni msimu mzima, watu watagawana majengo. Ulikuwa nami ripota wako wa nguvu, Njiva Osman, kupitia eh, kupitia Chapesa Media kwa ajili ya kuhakikisha kuwa tunakufikishia habari, na leo bwana, tulikuwa tumepata wasaa wa kuzungumza na Friji Bovu kama ambavyo umesikia nyuma. Eh, ya kamera Lunde eh, alikuwa akikupa picha ang'avu, wewe mtazamaji wetu, umepata kila kilichokuwa bora. Kikubwa bwana ni kusii tu usahau kusubscribe, ku like, ku comment na kushare. Sina la ziada na baibai, bye-bye. mpaka wakati mwingine tena.